chache tu baada ya Rais William Ruto kuwateua makatibu wapya kuhudumu kwenye nyadhifa mbalimbali serikalini, wafuasi wa chama cha ODM katika kaunti ya Busia wamejitokeza kulalamikia kuachwa nje kwenye uteuzi huo. Wafuasi hao wamemshutumu kinara wao Raila Odinga kwa kuwapuuza licha ya kaunti ya Busia kuongoza kwenye usajili wa wanachama wa chama cha ODM humo nchini. Wakizungumza mjini Busia, wafuasi hao wamesema hawana cha kujivunia kwenye serikali ya sasa. Aidha, wamewashtuma wabunge wao kwa kusalia kimya licha ya kaunti hiyo kuwachwa nje kwenye serikali hiyo jumuishi. Sisi kama watu wa ODM tunaomba baba Raila Amolo Odinga, tafadhali tafadhali tafadhali consider mambo ya Busia because 99% of voters wa Busia tunakufa na chama chako na wewe mwenyewe. Tuna demand kama wakaaji wa Busia kuanzia Teso North, Teso South, Matayos Budalangi, Samia, Butula na Mbale tunataka mkate wetu kama wana ODM. Hakuna venye PSS wanachaguliwa, ati broad base government imetengwa na Busia yenyewe. Hakuna babu wetu mmoja. Hata kama ako na nyoka kwa mfuko na atoi, ni wetu, tunampenda. Afadhali umpee sisi tujue ni mmoja tumepewa, lakini maneno ya kutusahau, hapana. Wazazi na jamii katika eneo la Kakuyuni huko Malindi kaunti ya Kilifi